Umeshawahi kutaka kununua simu kwa mtu au dukani kisha yule mtu akakwambia, hii simu ni oriji, simu safi sana kutoka Dubai. Maneno kama haya ukiyatia kwenye akili, unaweza ukapata swali la kujiuliza, je, yeah. kila simu au kila kifaa kinachotoka Dubai ni oriji? Sababu kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi, leo nitakwambia ukweli wa lugha hii. Jambo la kwanza la kujua Dubai si kiwanda, Dubai ni soko. Nikisema soko, maana yake ni sehemu inayouzwa bidhaa, siyo kiwanda, kwamba simu zinatengenezwa hapo. Simu au vifaa kutoka nchi tofauti, China, wapi, zote zinakuja kuuzwa Dubai, kwa sababu Dubai ni soko huru na imekuwa ni kama hapi ya dunia, zinaletwa Dubai Halafu wafanyabiashara wengine kutoka nchi nyingine wanakuja kuchukua Dubai, kisha zinapelekwa kwenye nchi nyingine. Dubai ni soko huru kuliko masoko yote duniani. Kwa hiyo nikisema uhuru tu, bila shaka kitu chako kimeshafahamu kwamba jambo huru linakuwa uhuru kweli. Kinachozingatiwa wakati wafanyabiashara wanaingiza bidhaa zao, hakuangaliwi ufeki wala uoriji, vinaangaliwa vitu kadhaa tu. Je, hiyo bidhaa ipo kisheria? na kinachoangaliwa ni kodi ya pale Dubai, serikali ipate kodi yake. Katika hawa wanaoingiza simu au vifaa, wako wanaoingiza bidhaa halali kutoka viwandani. Maana yake kuna maduka ambayo yanachukua bidhaa kutoka kiwandani moja kwa moja wanauza, na haya ni maduka yaliyosajiliwa kabisa. Kuna maduka ya Samsung, kuna maduka ya Apple, kuna maduka ya mabrandi makubwa, yapo na yamesajiliwa lakini pia wapo ambao wanaingiza simu kutoka sehemu wanazozijua wao. Simu kusema inatoka Dubai haimaanishi kwamba hiyo simu ni oriji, kwa sababu Dubai ni soko huru na zinaingia bidhaa feki na oriji. Kuna mitaa kama Deira huko ukenda, ni utakuta kabisa masimu mafeki au masimu ambayo ni mayusdi na masimu ambayo hayaeleweki. Na mara nyingi wafanyabiashara wetu wanakimbilia Dubai kwa sababu bei ya Dubai iko chini sana, na sisemi kwamba wanakwenda kwenye hayo machimbo, tukubaliane kwamba wanakwenda Dubai. Sasa huko inawezekana ikaja simu oriji na inawezekana simu ikaja simu feki. Swali kwamba simu hii ni oriji sababu inatoka Dubai, hii kauli sio sahihi. Dubai kunaingia simu feki na simu oriji. Usidanganyike na kauli hii. Cha kufanya kabla ya kununua simu, angalia IMEI namba, ikisha iangalie kwenye mtandao rasmi wa, wa ile kampuni ya simu unaotaka kununua. Kwa mfano unanunua simu ya iPhone, angalia IMEI namba, ikisha nenda kwenye mtandao rasmi wa Apple, itafute. Utaambiwa kwamba ni oriji au ni feki, ipo au haipo. Hiyo ndio njia sahihi. Swali kwamba simu inatoka Dubai ni oriji hii kauli haina ukweli, sababu kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, nipoonyezee like, na kama una swali lolote, ndio sehemu ya comment.